Kutokana na utafiti huo wa afya ambao ulifanywa na idara ya afya katika kaunti ya Kajiado, matokeo yake yaliishangaza serikali ya kaunti ya Kajiado kutokana na idadi ya watu wanaoishi na ulemavu. Kwa kila watoto watano, mmoja kati yao anaishi na ulemavu wa aina tofauti. Kinachotia msumari moto kwenye kidonda ni kuwa wao hupewa dawa za kiasilia za miti shamba na mara mingi hufichwa kwenye manyata. Serikali ya kaunti ya Kajiado kwa ushirikiana na shirika la kijamii la AIC Kijabe Kiwa International liliamua kuanza kuwahesabu wanaoishi na ulemavu katika kaunti hiyo ili kupanga mikakati ya jinsi ya kuwasaidia. Kijiji cha Njukini, eneo la Kajiado Kusini, kimerekodi idadi ya watoto mia tatu ambao wametelekezwa kufuatia hali yao ya afya. Kwanza wale watoto ambao tumeweza kuona leo, watoto wengi wako na ulemavu wa miguu na pia akili, ile inakuwa ni kwa kizungu inaitwa cerebral palsy. Na wengine wako na ulemavu wa miguu kujipinda pande ya ndani, ambayo inaweza kuita clubfoot. Na wale wengine wamepooza, hawezi kuongea, hawezi kucoordinate. Na ile changamoto kubwa ambayo tunapata ni wazazi kuweza kuelewa kuwa a, magonjwa ama shida zile watoto wako nazo zinaweza kusaidika kiafya. Wazazi wa watoto hao walipewa nasaha pamoja na ushauri wa jinsi ya kuwalea watoto hao. Hata hivyo, madaktari walioungana na kundi hilo walikagua hali ya baadhi na wengine kutumwa katika hospitali maalum. Tusiwatese hawa watoto, wana haki zao na wana haki wafikie matibabu ili waweze kufaidi kama wale watoto wengine, kwa sababu wangu alianza at 5 days na sahii ni 5 years na anaenda class 1 next year. Tuwezi kufanya planning bila kujua idadi ya walemavu na hasa ningetaka kujua the, the type of hiyo hiyo walemavu, ili tujue wengine ni watoto tuwa place katika shule, wengine wanataka some kind of medication. Ndio tumekuja na hii group, ili tukijua, tukifanya the screening, waweze kusaidika na wawe kuwa referred. Kwa miaka mingi ulemavu umehusishwa na masuala ya kishirikina na uchawi katika jamii ya wa Wamasai, na wakati mwingi wanaoishi katika hali hiyo hutelekezwa. Inakadiriwa kuwa katika kaunti ya Kajiado kuna watoto wapatao elfu nne wanaoishi na ulemavu. Dana Rose, QTV.